E, bwana sikiza, kitu siwezi kukifanya mimi, kitu siwezi kukifanya ni kujitangaza uchi wangu. Yaani na maanishaje? Na maanisha hivi, siwezi mposti mpenzi wangu kwa sababu nikimposti mpenzi wangu, ndiye anayejua uchi wangu, ndiye anayejua uchi wangu. Kwa hivyo nyinyi mtajua yule ndio anajua uchi wa yule mtu na wala mimi sitaki kupostiwa mm. maana ukiniposti mimi, nitakuwa najua uchi wako. Kwa hivyo mimi siposti mwanamke wangu ama mrembo wangu ama mtu naye date na yeye, kwa sababu hiyo. We kama unaviweza sawa, maanake kila so mtu ana chaguo lake, lakini ki mimi, ah, siwezi posti mtu ninayempenda, kwa sababu yeye anajua uchi wangu yeye anajua una mimi najua uchi wake. Ndio maana siwezi fanya hivyo vitu. Kama wewe unaviweza ni sawa, kila mtu ana chaguo lake sawa. Chaguo ni lako, uposti ama upostiwe.